Kilyinga, nikija kwako, Stars safari hii inakwenda kucheza na Morocco bila ya nahodha wake ambaye alikuwa e, Mbwana Samatta mm, amekuwa na wakati mzuri sana katika soka la Afrika kwa ujumla wake, na uzoefu ambaye ameupata ndani ya kikosi. Wanasema ukiwa na kaka mkuu ambaye pengine akiwa na mkimwona tu kaka mkuu ndani ya kikosi mnajiamini. Kukosekana kwake unaweza kukaa oh, pengo moja la kujiamini kwa wachezaji kwamba hayupo kaka mkuu ambaye tumemzoea ambaye anaweza akatuliza presha ya timu na kwenda kucheza na, na Morocco bila yeye iy aiwezi kawasumbua kidogo wachezaji. Uh, ni kweli inaweza ina, kuwa na athari, lakini vilevile mm. eh, Stazi huko nyuma imesha prove mm. kwamba waliweza kucheza bila captain, mm. eh, captain fantastic Mbwana Samatta lakini kimsingi angekuwepo angeleta jambo lingine tofauti. Samatta amekuwa na mchango mkubwa sana kwa timu ya taifa kwa karibu miaka anakaribia mwongo mmoja sasa mm -hmm. na ndio ambaye ameongoza hii timu kukulifai hata Afcon kwa miaka kwa mara mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tatu tuingia elfu mbili kumi na tisa ishirini na moja ishirini na tatu e, unaona, na safari hii. Kwa hiyo ana historia yake kubwa. Yeah, zote hizo zimequalify yeye, yeah, akiwa captain mm. Kwa hiyo kumkosa inaweza kuwa ni, ni, ni, ni, ni, ina impact kwa timu kwa sababu yeye mara nyingi ana ile kwamba hata timu pinzani wanapomwona Mbwana mm. Samatta wanaongeza caution mara mbili mm. kwamba akichukua mpira anaweza akadrive defense mm. akatoka na defenders kama watatu kwa sababu wote wanakuwa full focus kwake mm. na mara nyingi wanamwachia nafasi Simon Msuva ndo maana unamwona Simon mara nyingi ana shine katika mm. kuscore magoli kwa sababu hawa wana ana drive anaweza akatoka na defenders wawili watatu wanne eh wakaacha nafasi kwa wengine wakawa wana, wana, wanafunga magoli. Kwa hiyo mm. kumkosa ni, ni, kwa kweli ni pigo kwa kwa timu ya taifa, lakini tunarudi vile vile kukumbuka kuku, kwamba Stars mara imeshashinda mara kadhaa mm. bila uwepo wa, wa, captain wa, Mbwana eh, mm. Samatta. Kwa hiyo naamini hata hata Jumatano wakipambana kama anavyosema, amesema vizuri sana hapa, kunambi eh, wasi, wasiwaogope mm-hmm. wasiwaogope wasiogope yale majina makubwa ya Morocco kwa sababu surprise zipo, na siku hizi watu wanasoma small small details mm. yani, Morocco weakness yao iko wapi, tunaweza kupata nini kutoka kwenye weakness yao, kwa kama technical bench waka identify zile small small details na weakness za Morocco. Tunaweza tukawa surprise kule kule kwao, okay yeah. Yani maana yake kusegana kwa wake hata mfumo pengine unaweza kubadilika, e, mfumo unabadilika mm -hmm. Eh, labda Morocco wanakuwa walishajiandaa namna gani wanaweza kukabiliana na Mbwana Samatta, lakini wanakuja na na new faces na wachezaji ambao hawakuwa hawajui. Unajua, kucheza na kitu wazungu wanasema kucheza na dark horse mm -hmm. ni kitu kigumu. Yani farasi mweusi usiye mjua anapita pitaje, anaweza kukusumbua, lakini yule unayemjua unaanza kujipanga upambane naye vipi